jicho linaweza kumpeleka mwanadamu kaburini au ng'ombe katika chungu yaani, yeah. Ng'ombe anaweza kuhusudiwa mpaka akabidi achinjwe apikwe aliwe, na no mwanadamu anaweza kuhusudiwa mpaka akawa imefika sababu yake ya kufa akafa, kwa sababu ya hasad peke yake. Sasa haya yote ni mambo ambayo yanaweza kutibiwa peke yake mafundisho alofundisha Bwana Mtume kupitia kwa Qur'an. Wewe hospitali unaenda, nimehusudiwa, naomba dawa chloroquine au vipi? Au ushindano? Hamna, na tiba yake ni almuawwidhatayn. Hizi sura muhimu sana, lakini kwa sababu sisi hatuamini mambo haya, hata tunasoma kul a'udhu bi nasi mia nne, lakini hatuponi. Sababu wewe mwenyewe kwanza umeshaathirika, kuna imani na hivi vitu unasoma lakini nasoma tu basi, lakini hii ndio sura nitakoa kwa elimu hivi nilipo kashindwa dokta fulani, hizi aya tunazitanikoza. Mimi kuna ile imani. Angalia, Abi Dharr alipoambiwa kwamba mji unaungua na nyumba yako inaungua moto, Abi Dharr akakataa. Sema abada, nyumba yako hii inaungua moto, bwana, nenda kaokoe kitakachoweza kuokoka. Nyumba zinaungua, mtaa wako wote unaungua moto. Anasema, na uungue mtaa wote, lakini nyumba yako haiwezi kuungua moto. Kwa nini alikuwa na itikadi hiyo, na alikuwa na confidence kwamba nyumba yake haiungui moto? Baada ya muda, watu walipokwenda kuangalia mji mzima, kweli umechomeka, nyumba ya Abu Dharr pekee yake ni basi. Wakamuuliza, ulikuwa umetegemea nini we Abu Dharr? Akasema, mimi nilimsikia mtume akisema, man qala hina yusbih, mwenye kusema wakati atakapopambaukiwa akisema neno gani

vii tena leo nimeyasema maneno haya alafu namwambia nyumba ya mudhari imeungua. Itaungua na mimi nimesema maneno haya? Niko katika ishara ya Allah mimi na mali zangu na kila kitu changu, hakigusi na kitu kibaya chochote, na e akifika nyumba yake peke yake ndio ilosalimika. Lakini sisi tunasoma, hatuna confidence. Hatuna imani, umepewa dawa ya Qur'an, lakini uitumii na kama utaitumia pia huiamini kama huamini huwezi kupata tiba. Kwa hiyo Qurani ndo dawa pekee ya kutibu maradhi ya nafsi, kutibu maradhi ya hasad na ya macho na ya kila kitu. Alikuja siku moja Abu Huraira radhiallahu anhu, siku hizo alikuwa mtume kamwakilisha yeye, ndo mwenye kuhifadhi zaka mali, kama tende vile na hivi na hivi na pesa nyingine, chakula na sadaka awe ni mwenye kuweka mali zaka, basi kwa stoo kwake kahifadhi tende, baadhi ya tende. Sasa usiku akaja mtu kuiba tende zile. Abu Huraira ameamka, anasikia mtu anaingia, navuta zile tende, anaiba. Bahati nzuri akamkamata, akamwambia, unaiba na, na, na, na, una na kupeleka kwa Mtume. Na wewe unajua nini natija ya mwizi? Ukatwa mkono. Kwa hiyo ukijua, ukijua kwamba unabeba Mtume, unakwenda kukata mkono yule mwizi alikuwa naiba tende. Akamwambia laqad asabatni, nimepata haja wa ana dhu iyali, la, haja, wa ana dhu iyali, mimi na watoto wengi sana nimesongeka, imebidi mpaka nije nitafute riski Akawambia basi nenda. Siku ya pili Abu Huraira amelala anasikia mtu anaiba tende. Akamkamata, ivyomkamata kimtizama, na mwana ndio yule mtu anokuja jana kuiba. Akamwambia bwana, wewe jana amekukamata umeniomba, una watoto, umekuachia umesema hutorudi, na leo umerudi. Vipi? Akamwambia bwana, watoto bado wako katika hali mbaya. Lakini leo nakuomba, hii ndio mara ya mwisho. Niachie waana ana sitorudi tena, ukiniachia hapa basi sitorudi tena. Abu Hurairah akamwacha. Sasa mara mbili hizo zote Abu Hurairah kimeoga mtume na mueleza, Rasulullah, jana nimempata mwizi anaiba tende, nimkamata, amenilalamikia kwa maana watoto na hivi na hivi, nimemhesabu. Sasa mara ile ya kwanza mtume kamwambia, innahu kadhaba, huyo kasema uongo, wa kadzaama annahu lam ya'ud wa say'ud, kakwambia hatarudi, lakini ina hakika atarudi. Mtume anamwambia nikwambia mtume kishajua ni mtu gani, kwambia na hakika atarudi. Kenda Abu Huraira alipoambia na hakika atarudi, basi siku ile hakulala. Siku ya pili akashtukia yule mtu kishaingia anakwiba, akamkamata kam, akawambia, leo nitakupeleka kwa mtume. Mara ya pili akawambia, bwana mimi na watoto nakuomba hivi na hivi, sitorudi tena baada ya leo. Kamsame kila kawambia mtu- mtume akawambia, kakwambia hivi, nakuhakikishia kesho atarudi Abu Hurairah akasema, sasa huyu mtu atakuwa na mdanganya. Siku hiyo hakulala akamsubiri, kiingia tu akamkamata, kaambia, bwana, umekuja mara ya kwanza nimekusame, mara ya pili na wewe umeniahidi kwamba hutorudi, sasa sasa hii mara ya tatu hmm, sitokwachia mpaka kwa mtume. Akaambia, sikiliza, mimi nitakufaa kwa kitu kimoja, nataka kukupa mambo

na kaniahidi kwamba nikifika msitomleta kwa Mtume ndio atanifundisha. Kwa hiyo nikamwahidi na mimi sitomleta, kanifundisha. Akamuuliza Mtume, sura gani? Abu Hurairah akamsomea aya ya kursi. Bwana Mtume akasema ama innahu faqad sadda wa huwa bidhalika kadha, huyo mtu kakuambia ukweli, lakini yeye mwenyewe ni muongo. Kakuambia ukweli kwamba haya maneno ukiyasoma shetani hatakukurubia, lakini yeye mwenyewe kaya kadhibisha maneno haya na yeye mwenyewe

umenitoa peponi mpaka huku pia unanifuata maindi yangu na yaiba na kule umenitoa, hasidi mkubwa, maana ugomvi tu. Kwa hiyo Iblis akamfundisha maneno ambayo akisema Huraira itakuwa kinga, kinga, kinga Na mtume akamwambia sadaqata bidhalika wa huwa kadha, kakuambia ukweli kwa maneno hayo, lakini yeye mwenyewe ni muongo. Kwa haya ni maneno ya kweli kabisa tuyachukue, kama mtu na matatizo maradhi ya nafsi,